Mwezi huu katika historia ya Kiislamu. Katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada kulitokea tukio la kusainiwa mkataba wa Sulhul Hudaibiyah baina ya wa Waislamu na Makuraishi. Mkataba huo ulifanyika katika mwezi wa Dhulqaada mwaka wa sita baada ya hijra, sawia na mwezi Machi mwaka 628 miladia. Mkataba huo ulikuwa ni tukio muhimu katika historia ya Kiislamu, ukiashiria kipindi cha amani kati ya waislamu wa Madina na makureishi wa Makka. Uliruhusu safari ya amani ya waislamu kwenda Makka mwaka uliofuata na kupelekea kuenea kwa Uislamu katika bara la Waarabu. Masharti ya mkataba wa Sulhul Hudaibiyah. Amani kwa muda wa miaka kumi. Pande zote mbili zilikubaliana kusitisha uhasama na kutopijana kwa miaka kumi. Kuhairishwa kwa waislamu kurudi Makka. Waislamu hawakuweza kufanya umra mwaka huo, warudi Madina lakini wataruhusiwa kurudi mwaka utakaofuata kwa ajili ya ibada ya umra, watabaki Maka kwa muda wa siku tatu. Kurudi kwa wahamiaji: muislamu yoyote aliyetoka Maka kwenda Madina bila ya idhini ya msimamizi atarudishwa Maka, na lao mtu kutoka Madina angeenda Maka asingeregeshwa. Uhuru wa makabila kushirikiana: kabila lolote linalotaka kujiunga na waislamu au Makureish liko huru kufanya hivyo. Na pande zote mbili ziheshimu miungano hiyo.